Bilioni ambazo zimechangwa katika kipindi kisichozidi miezi miwili, nafikiri kisichozidi miezi miwili, unaweza ukaona jinsi gani watu wamehamasika. Mungu awabariki sana wachungaji na wazee wa kanisa wote ambao mmeshiriki katika zoezi hili, na katika sharika nyingi tuliowapa tuliowapa ki, kiwango cha kuanzia, wamekwenda hata zaidi ya mara tatu. Wale ambao hawakufunuliwa wamekuja na kile kile lakini naamini baada ya hili watakwenda kujifikiria zaidi, kwa sababu bado uhitaji ni mkubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Ukusanyaji wa fedha kwa ajili ya mradi huu un unaoendelea, tunashukuru Mungu hadi tunaingia katika ukumbi huu, benki tulikuwa tumeweka bilioni 3.5, uh, bilioni 3.5 unaweza ukajua jinsi gani watu wameguswa katika mradi huu. Mungu awabariki, na abariki mikono na mifuko taasisi zote ambazo zimeshiriki, ili Mungu aendelee kuzibariki sana. Asante sana Mheshimiwa Rais, najua hata kuwepo kwako leo na tulipokuwa tunapita huko tulipokuwa tunaambia kwamba mgeni atakuwa Mheshimiwa Rais ilikuwa na mguso wake tofauti. Tuwe wa kweli, tuwe wa kweli kabisa, tuwe wa kweli. Napenda kuwashukuru sana fedha hizi nilizozitamka ni pamoja na ahadi ambazo nina hakika hizi ambazo zinafika 3.5 ambazo nina hakika zitatusaidia ili lengo letu la kufikisha bilioni sita liweze kutimia. Ndugu zangu tunataka tujenge kwa awamu katika, katika, katika mradi huu na Mheshimiwa rais mradi huu tunataka kwa kweli uwe ni wa mfano, uwe ni wa mfano kwamba tunajenga katika uh, enzi hizi ambazo watu wanakaa na kufikiri. Kwa hiyo nataka tujenge kituo kizuri uh, hatujengi gereza kwa ajili ya watoto wenye ulemavu. Tunajenga mahali pazuri ambapo kila atakaye kwenda pale atatamani kuendelea kuwepo, mahali pazuri nadhifu, kwa mahali ambapo patakuwa panamwonyesha Kristo na utukufu wake. Ndugu zangu, kama nilivyoanisha hapo juu, tumepata na tumeshakusanya fedha hizi, lakini bado tunahitaji fedha nyingi ili tuweze kukamilisha vizuri mradi huu mkubwa. Na kama ambavyo tumesema, uh, tangu kituo hiki au mawazo ya kuwa na kituo hiki yalipoanza, uh, tatizo lilikuwa ni kupata watoto wa kuingia katika kituo hiki pale Mtoni kwa sababu wazazi na hasa sisi wa Afrika, mtoto akiwa na tatizo la akili tulimfungia, wengine waliongezea hata minyororo. Lakini sasa hivi watu wameelimika na wanawaleta. In fact hata namba tuliyokupa hapa Mheshimiwa Rais ni namba ya wale tu ambao wanakuja katika kituo kile, lakini tumeanzisha programu ya kuwafuata majumbani. Tunao wengi, maelfu ambao tunatoa huduma na ushauri majumbani. Hapa nipende kuwashukuru sana maafisa ustawi wa jamii wa kanisa na hata wale wa serikali tunaoshirikiana nao katika jambo hili. Na tatizo hili limeendelea kukua, na hatujui kisayansi ni nini hasa, lakini sisi tunakwenda katika swala kukabiliana nao, ili waendelee kuishi maisha mazuri na ya ustaarabu na ya kuona kuwa kanisa na taifa linawajali. Dayosisi yetu hii ya mashariki na pwani, natoa shukrani kwako sana Mheshimiwa Rais, kwa kufika katika tukio hili na kuwapa heshima watoto wenye ulemavu wa akili. Hii ni heshima kubwa sana na mimi siisemi tu kwamba ni heshima, mimi ninaona, wewe kufika kwako umetoa sadaka, sadaka kwa hawa walemavu, na Mungu aipokee sadaka ya muda wako wewe pamoja na wasaidizi wako E, katika enzi hii kwamba unaacha mambo mengi yaliyo na ya faida na hasa katika mwaka huu na kipindi tulichonacho, lakini bado umefika katika tukio hili. Mungu akubariki sana sana. Basi, pamoja na mchango wetu ambao tumeutoa kama kanisa, tunatambua kuwa mafanikio ya mradi huu yanahitaji ushirikiano wa karibu kati yetu na serikali sekta binafsi, wadau mbalimbali wa maendeleo. Na kama tulivyokusanyika hapa, ninawaomba tukio hili sio kwamba ndio linaisha, hili ndio linaanza. Kwa hiyo tunaporudi na hasa wakuu wa taasisi, nendeni mkajadili jambo hili na tuko tayari mkituita, ili tuendelee kuyo, kuelezea jambo hili. Uh, namwona tuli anacheka, lakini nataka kwa kweli hili jambo liwe endelevu. Hatutaki tena watoto walemavu ndo huu wa akili wao wanazurura zurura hii nchi. Ndugu zangu, Mungu ametupa sisi wenye akili, basi tuwasaidie na wengine walemavu ili sote kwa pamoja tuendelee kumuonyesha, kuonyesha upendo wa Mungu kwa kila anayehitaji. Tunashukuru kwa moyo wako, Mheshimiwa Rais, moyo wa upendo na mshikamano. Ninyi ambao mnamuona leo, hakuanza leo ametuma wasaidizi wake kujua jambo hili, na unaweza ukaona jinsi gani ambayo jambo hili ameliweka moyoni na kuhakikisha kwamba linafanikiwa. Moyo huu naomba uendelezwe sana. Uwepo wako hapa si tu heshima kwa dayosisi yetu, bali ni ujumbe mzito kwa jamii yote, kwamba watoto wenye ulemavu nao ni sehemu ya taifa letu. Huu ndio ujumbe Kuwepo kwako unaleta ujumbe kwamba hawa ni sehemu ya taifa letu, wana haki ya kuishi, kujifunza na kustawi. Tunakuombea heri katika majukumu yako mazito ya kulitumikia taifa hili, hasa ukizingatia kuwa huu ni mwaka wa uchaguzi. Tunaahidi kukuombea wewe binafsi, familia yako, kukuombea afya njema na maisha marefu. Tunashukuru serikali unayoiongoza na, na tunaendelea kuiombea kuendelea kushirikiana nasi katika kukuza maendeleo ya watu wote kiroho na hata kimwili. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki serikali yetu hii ya awamu ya sita, Mungu ibariki dayosisi ya Mashariki na Pwani, Mungu bariki kusanyiko hili, amen. Mheshimiwa, sasa Ninakukaribisha ili uongee uongee na, na jamii hii ambayo inatamani kukusikia. Karibu sana jamani, shangwe na makofi mengi kwa mheshimiwa rais. Bado kina mama vigelegele. Ah, Tanzania oye! Tanzania oye! Mheshimiwa Rais wetu Dr Samia Suluhu Hasani oye! Haya, asanteni. Mheshimiwa rais, karibu ay. Mheshimiwa, tukae. Mheshimiwa baba Askofu dr Alex Gehaz Malasusa, kuwa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania na askofu wa dayosisi ya Mashariki na Pwani. Mheshimiwa Kitila Mkumbo, waziri wa mipango na uwekezaji.